Tazama <gulia> kwa upande wa Simba katika michezo mi, <gulia> uh, katika michezo mitatu minne ambayo wenyewe mm -hmm. walishindwa kupata alama tatu katika michezo mi, hiyo minne hivyo wakachukua alama moja, walitoa sare tatu, lakini pia wakapoteza mchezo mmoja mpaka sasa hivi katika michezo 28 na ambayo wamecheza kwenye hii michezo mitatu ambayo wametoa sare Abissay, mm -hmm. bila shaka katika uh, mbio za ubingwa, endapo Simba kama hatachukua ubingwa anaweza akajuta mchezo wake dhidi ya Fountain Gate dhidi ya Coastal Union kuna sare zidi Azam msara bomb mbili msao dakika za usiku sana zidani si rari lakini yeah. kwa kwa kwa kwa, kwa level ya Azam na mm. kile ambacho Azam ilikuwa ina ina, ina tia pressure ni kwa Simba tunaweza tukasema ni timu ambazo zilikuwa zina zinafanana, lakini kwa Fontaine Gate na kwa Coastal Union Simba iliongoza katika michezo yote hii. Azamu ambayo ilikuwa sare, hata Azam iliongoza pia. Ndio hayo makosa ambayo walikuwa wanazungumza, kwa mfano kwa mfano, kupitishwe kwenye mechi ambayo walitoa sare dhidi ya Coastal Union, ilikuwa sare yao ya kwanza ya msimu. mm, uh, surprising mm. sana ilikuwa mm. Waliongoza mbili mpaka dakika ya sabini na kitu, walifika hatua wakafanya mabadiliko kuamini tumeiua mechi second half eh? mm. lakini Coastal akawa anajaribu kubisha na walifanya mabadiliko wakafunga goli moja mm. zuri kwa juhudi aliyopiga kwa Simba inaweza nikasema ni makosa pia ya ya, ya pimpin eh, nilikuwa nimehesabu hata hilo goli kwa, kwa Coastal Union mm. yikuwapi, una msifu aliyepiga hmm. kaangalia kipa iko wapi, kaona sisi tunapiga pasi tuweze kupasua ngome ya Simba, ngoja ni shuti mm. kwa kushtukiza nikiwa mbali, akafanikiwa akafunga goli. Nadhani alikuwa Mohamed Abdalla, kiungo wa Kenya mm. lakini wakati wanaenda wanaenda Enes Malonga alifunga goli huku yeah. Mm. baada ya pua positioning ya pinpin na ana ugonjwa kama ule wa Kamara. Simba anamiliki, mimi naamini anasogea, eh, anasogea naye, eh. Anasubiri, naona kama alijirekebisha, eh, anasubiri mabeki wakishindwa kukatia mpira, anaua gambani, anampigia beki wa wide. Afa anabaki pale pale, anakuwa emergency center half, anasubiri. Sasa yule bwana akamchungulia. Ile mechi Simba waliacha alama pale, hizi mbili tena za mwishoni kuhusu kipa. Kana hizo mbili nataka niziongeze za Kamara, sio? Mechi ya sare iliyofuata ilikuwa Fountain Gate. Watu waliona Chasambi alirudisha mpira ambao ulimzidi kipa kwa engo ya mbele yeah. Lakini kabla ya Chasambi kurudisha kipa, alimuomba anaambia, na uomba huo mpira Chasambi akampigia bakpas, sawa, alivoipiga kulenga katikati kwa kipa, lakini kipa kwa sababu ule umbali ulikuwa mrefu na ule mpira ulikuwa na kasi yeah. mm. alikuwa naweza k kuanticipate, unavonyongwa hivi mm. Nikisimama hapa siupati, nisogee moja, alifeli pili, wakati anakuja kuona ha, sasa nilipaswa nifanye haraka, aliruka tofauti ule yeah, mpira ukapita ila, yeah, ulikuwa mpira ambao angeweza kusogea mapema, alikuwa anautiza kwa kifua. Kamara sare, alama mbili. Fountain Gate akicheza pungufu, mechi ya Azam Simba mm -hmm. na uongozi wa mbili moja, goli la Sira lile, unaweza ukaelewa, alipigiwa bomba akaicheza na miguu Sira akafunga tena ribaundi, Simba wakasawazisha wakaongoza. uh -huh. kwa Mpanzu, kama unakumbuka kaunta wameenda dakika za mwisho, fea anapiga long pass kwa Zimbu ambaye alichoka sana. Sereli anafanya tachi ambayo anajua aya, mpira ushaokosa kipa, anakuja tena Kamara. Badala ya kuenda kucheza na mkono, Kamara akaenda akacheza na mguu, akaa amefanya kama kibambi hivi, Sereli akapata second ball akafunga goli, alama mbili. Alama sita, mechi ya yanga hiyo ambao walipoteza. Hmm. frikiki inapigwa akairudisha ndani Shida sio kwenda kuucheza mpira no thank you, mwache kipa, hakikishe mpira wake kwamba mpira bwana, uende utazunguka, chama atafunga, lakini sio kuufanyaje, kurudisha na kulazimisha kudaka mpira ambao unaona uwezi